Tusitumainie mili yetu, wana wa Mungu. Amen. Amen. Amen, wana wa Mungu. Amen. Situmainie nama-na mwili, ndio maana sisi tutohara tumwabudu Mungu kwa roho mm. na kuona fahari juu ya juu ya Kristo Yesu mm. wala hatuutumainii mwili mm. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili mm mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. nilitahiriwa mm. siku, nilitahiriwa siku ya nane, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamin, Mwebrania wa Waebrania mm. kwa habari ya kuishika Torati ni mfarisayo, kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria Ipatikanao kwa sheria sikuwa si na hatia, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu mm. naliyehesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo, kwa, kwa ajili ya nani ya Kristo? Kristo, ajili ya Kristo. Endelea kusoma tena. Naam, zaidi ya hayo, nayehesabu mambo yote kuwa kuwa hasara kwa ajili ya, ya uzuri usio usio kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu mm ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, ya mambo yote mm-hmm. nikahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. E, tunajua haya mama anahesabu kuwa kama nini? Unayajua hayo, ndio ukiyatupa huwezi kageuka tena ukayachukua ukaweka mdomoni. Ukiokoka lazima uyatupe, ukiyatupa unahesabu kama nini? mavi. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki kwangu mwenyewe, nisiwe na kwa haki kwangu mwenyewe, bali ipatikanayo kwa sheria ba, ndio, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokanayo kwa Mungu kwa imani. Amen, haleluya! Haleluya! Amen! Haleluya! Mungu atusaidie wana wa Mungu Amen. Amen. Tuko nyakati za mwisho nyakati za kumalizia sana, na Mungu atusaidie kulisikia na kulitenda Amen. Hatuko mahali hapa kwa ajili ya kuburudishana, hatuko mahali hapa kwa ajili ya kupoteza muda. Mvua zimenyesha bado, tumetoka na hizo mvua tumekuja nyumbani mwako. Wako wengine ambao wameshindwa kufika wengine walikuwa wamejiandaa kabisa, waliandaa sadaka lakini wameshindwa kwa sababu ya hali ya hewa. Wako wengine tumetoka mbali, wengine karibu. Wako wengine wametoka, wako karibu, hawajaweza kufika mahali yao. Kwa nini Mungu ametusukuma sisi tuwepo kusikiana nini? Ni kwa sababu Mungu ana kusudi, yoyote anayeishi katika dunia hii i lazima jitambue, uko duniani kwa ajili ya kusudi la Mungu. Hatuko duniani kwa ajili ya kusudi la wanadamu, ndio maana wanadamu akitutenga bado kusudi la Mungu litasimama juu yetu amen. Amen, amen, amen. Hata kama tulizaliwa nje ya ndoa, tumezaliwa tuko duniani, tuko kwa kusudi la Mungu kama singekuwa hivyo tungeuliwa tukiwa matumboni mama zetu. Maadamu tumezaliwa tupo duniani kwa kusudi la nani? Tambua <coughs> upo kwa ajili ya kusudi la Mungu tulilolijifunza na tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale na kutisha samaki na ndege vyote vyoteba juu ya nchi. Mungu atusaidie. Wana wa Mungu, muda wetu sijikawa kupotea, iko siku tutalia, kwa sababu neno hili Mungu ametuletea. Tupo karibu sana Kurudi nyumbani kwetu, tupo karibu sana kufika nyumbani kwetu. Tupo karibu sana, vita yote tunayoona duniani, mapinduzi ambayo yanaendelea leo, vijana wanaita jenzi itapita, jenzi itakuja, kizazi kingine itakuwa kibaya zaidi kuliko ile inaita jenzi. Tumeona serikali kadhaa kadhaa zimepinduliwa na vijana wadogo wadogo hawana kazi yote, hawatumii silaha, wanatumia jiwe tu na umoja wao, wanapindua serikali. Haya.